Ujambo na karibu mtazamaji wangu mpendwa. Karibu katika kipindi chetu cha Kiswahili Kitukuzwe, kipindi teule ambacho kinaendeshwa na Mwalimu Wanjala. Ujambo na karibu. Leo hii ningependa tujifundishe jinsi ya kupambanua, kuchanganua sentensi ya kimuundo ambayo ni sentensi changamano. Kwa hivyo leo hii ni kuchanganua sentensi changamano kwa njia tofauti tofauti, iwe njia ya matawi, iwe njia ya mstari, iwe njia ya mistari, iwe njia ya jedwali ama visanduku. Longa nami kutoka mwanzo hadi mwisho. Na kama ni mara yako ya kwanza katika chaneli hii, ama wewe ni mgeni katika chaneli hii, ningependa uweze kubonyeza kitufe ambacho ni cha subscribe na uweze pia kubonyeza hiyo kengele ili wakati mwingine nitakapoweka video nyingine ya masomo bomba kama haya utaweza kujuzwa bila shaka. Ujambo na karibu. Kwa hivyo leo hii tujue jinsi ya kuchanganua sentensi changamano Uchanganuzi wa sentensi changamano. Leo tunaanza kwa njia ya mstari, njia ya mstari. Kwa hivyo kabla nianze, kuna njia za kuchanganua sentensi ambazo tunajua. Kuna njia ya mstari au mshale, kuna njia ya mistari au mishale, kuna njia ya matawi, na kuna njia ya jedwali au pia wakati mwingine utaambiwa visanduku. Kwa hivyo hizi ndizo njia za kuchanganua sentensi za kimundo ambazo ni sentensi sahili, ambatano na changamano na leo hii tunajikita katika uchanganuzi wa sentensi changamano ama upambanuzi. Kwa hivyo tunaanza kwa njia ya mstari na upande wangu wa kushoto, upande wangu wa kushoto kuna mifano ya maswali na maswali ama sentensi ambazo zitatusaidia zitatuwezesha kuona jinsi ambavyo sentensi changamano zinafaa kuchanganuliwa. Swali la kwanza linasema mwanariadha aliyeanguka aliposhinda Wakenya walifurahi sana. Mwanariadha aliyeanguka aliposhinda Wakenya walifurahi sana. Bila shaka hii ni sentensi changamano kumbuka, katika kipindi kilichopita tulisoma vishazi na tukasema vishazi vitatuwezesha kuchanganua sentensi changamano. Kwa hivyo jambo la kwanza ama hatua ya kwanza ni ujue hii sentensi kishazi huru na kishazi tegemezi kiko wapi, na pia nikikumbuka vizuri, nilikuambia kuwa ukitaka kujua sentensi ni changamano, angalia viambishi hivi. Angalia kiambishi kama kuna amba Angalia kama kuna orejeshi, angalia kama kuna po, matumizi ya po, angalia kama kuna nga, kuna nge, ngeli na ngali, angalia hivi viambishi kama hivi viambishi unaviona kwa sentensi, jua bila shaka kishazi tegemezi kinaanzia pale pale. Kwa hivyo swali letu la kwanza linasema mwanariadha aliyeanguka aliposhinda Wakenya walifurahi sana bila shaka tumeona orejeshi hapa, orejeshi iko hapo. Kwa hivyo aliyeanguka aliposhinda Wakenya walifurahi sana inafaa tujue ni sehemu gani ya sentensi ambayo iko na maana kamili na gani ambayo haitoi maana kamili. Kwa hivyo tunaweza sema mwanariadha aliyeanguka aliposhinda Wakenya walifurahi sana. Ukisema mwanariadha aliyeanguka aliposhinda, hautakuwa umetoa maana kamili, na pia ukisema Wakenya walifurahi sana, utakuwa umetoa maana kamili. Lakini ukisema mwanariadha aliyeanguka aliposhinda, hutakuwa umekamilisha ujumbe. Kwa hivyo tunaweza sema Wakenya walifurahi sana kiwe kishazi huru kisha, kisha mwanariadha aliyeanguka aliposhinda kiwe kishazi tegemezi. Hii inamaanisha hiyo sehemu ya kwanza haijitoshelezi kimaana, sehemu ya pili inajitosheleza kimaana. Kwa hivyo tuchanganue sentensi yetu. Mwanariadha aliyeanguka aliposhinda, Wakenya walifurahi sana. Tumesema hiki ni kishazi tegemezi, hiki ni kishazi huru. Kwa hivyo tunachanganua kwa njia ya mstari. Kwa njia ya mstari ni rahisi, tutasema hii ni sentensi. Tutasema hii ni sentensi kwa njia ya mstari moja. Hii ni sentensi. Sentensi yetu lazima iwe na kundi nomino na kundinomino hiyo imeundwa kwa kwa hivyo tuweze kuainisha aina za maneno kwa kishazi huru. Wa Kenya ni nomino, walifurahi ni kitenzi, sana ni kielezi cha namna namna. Wali walifurahi, walifurahi sana. Kwa hivyo kundinomino yetu ukionyesha kundinomino penye kitenzi kinaanzia kuja mwisho ni kunditenzi, sehemu ambayo inasalia kurudi nyuma ni kundinomino. Kwa hivyo kundi nomino yetu imeundwa na kishazi na nomino, kwa sababu kishazi tegemezi kiko upande wa kundi nomino. Kishazi tegemezi kiko upande wa kundi nomino, kwa hivyo itakuwa hivyo. Kisha sentensi yetu lazima ikuwe na kundi tenzi, na kundi tenzi tumeona imeundwa na kitenzi na kielezi utakuwa umechanganua sentensi yako kwa njia ya mstari, na ukiambiwa changanua kwa njia ya mshale hakuna tofauti, mshale unaweka tu mshale, mradi umeweka mshale mmoja, si mishale, umeweka mshale. Ukiambiwa kwa njia ya mstari unaweka kijisari, ni rahisi hivyo, mtazamaji. Kwa njia ya mistari, kwa njia ya mistari kwa njia ya mistari itakuwa hivi, itakuwa hii ni sentensi, lazima iko na kundi nomino na kundi tenzi. Kwa hivyo tofauti ya mistari na mstari kuwa kwa mstari kila kitu inawekwa mstari mmoja. Mistari, mistari unaenda kila hatua inawekwa kwa mstari wake, kila hatua. Hatua ya kwanza ni kugawanyisha sentensi kwa kundi nomino na kundi tenzi, kisha unaonyesha kundi nomino iko na tumepata iko na kishazi tegemezi na nomino. Kisha unaonyesha, kisha hazitegemezi ni mwanariadha, mwanariadha aliyeanguka, aliyeanguka aliposhinda mwanariadha aliyeanguka aliposhinda. Kisha nomino ni Wakenya. Hivyo kisha unakuja kwa kundi tenzi. Kundi tenzi yetu imeundwa kwa kitenzi na kielezi. Kitenzi ni walifurahi, walifurahi kisha kielezi ni sana. Kisha kielezi ni sana. Hii ndio tofauti ya mstari na mistari. Ya kwanza tumechanganua kwa njia ya mstari, ya pili tumechanganua kwa njia ya mistari. Kwa mstari unaweka kwa mstari mmoja, mistari kila hatua kwa mstari wake. Hatukuje swali la pili, swali la pili. Swali la pili linasema, wafanyikazi wengi wanaoajiri, wafanyikazi wengi mnaoajiri watahitaji kulipwa mishahara. Kwa hivyo wafanyikazi wengi mnaoajiri watahitaji kulipwa mishahara. hii sentensi iko na orejeshi mali mnaoajiri. Kuna orejeshi hapo, kumaanisha kishazi tegemezi kinafaa kuwa hapo. Kwa hivyo itakuwa wafanyikazi wengi watahitaji kulipwa mishahara, kwa hivyo kishazi tegemezi kitakuwa hapo, kisha sehemu ambayo imesalia ni kishazi huru, kwa hivyo itakuwa hivi. Huu ni mfano wa pili, wafanyakazi wengi mnao ajiri tahitaji kulipwa mishahara hivyo. Kwa hivyo mnawajiri ni kishazi tegemezi, kwa sababu ya orejeshi hapo. Kisha sentensi yetu itakuwa, tunaainisha aina za maneno. Wafanyikazi nomino wengi kivumishi, watahitaji ni kitendo kitenzi, kulipwa pia ni kitenzi, mishahara ni nomino. Kwa hivyo kundi tenzi yetu inaanzia hapa kwenda mbele, hii ni kundi tenzi, kisha kurudi nyuma ni kundi nomino. Kwa hivyo tunachanganua mara hii, tunachanganua kwa njia ya matawi. Acha tuone kwa njia ya matawi tutachanganua vipi. Hii ni sentensi. Sentensi yetu iko na kundi nomino na bila shaka iko na kundi tenzi, kundi nomino na kundi tenzi. Kundi nomino yetu imeundwa kwa nomino, kisha ikawa na kivumishi, kisha ikawa na kishazi Tegemezi. Kishazi tegemezi nafaa hakikisha kuwa maneno yako kwa laini, kisha ina kishazi tegemezi. Kisha kundi tenzi yetu, kundi tenzi iko na kitenzi watahitaji, pia iko na kitenzi kingine, kisha iko na nomino, kisha iko na nomino kwa hivyo utaleta haya maneno hapa, wafanyakazi kivumishi ni wengi, kishazi tegemezi, kwa sababu si neno kubwa, kikuja hapa hivi, kishazi tegemezi, tunaandika hivi mnaoajiri mnaoajiri. Wafanyakazi wengi, mnaoajiri. Watahitaji kitenzi kingine, kulipwa, kisha nomino mishahara. Naam, tutakuwa umechanganua kwa njia ya matawi. Sentenzi iko na kundi nomino na kundi tenzi, na tumeona kuwa kishazi tegemezi hapo kimejitokeza upande wa kundi nomino. Kwa hivyo sentenzi yako ukichanganua kwa njia ya matawi itakuwa namna hivyo. Tuangalie kwa njia ya jedwali kwa swali ambalo linafuata. Basi lililonunuliwa jana limepata ajali mbaya sana basi lilonunuliwa jana limepata ajali mbaya sana kwa hivyo basi lililonunuliwa jana limepata ajali mbaya sana lililonunuliwa, bila shaka kuna orijeshi hapa. Kwa hivyo Acha tuone ni sehemu gani ya sentensi ambayo inajisimamia kimaana. Ukisema basi limepata ajali mbaya sana, bila shaka italeta maana, kumaanisha sehemu ambayo haijitegemei kimaana ni lililonunuliwa jana, lililonunuliwa jana. Lakini ukisema basi limepata ajali mbaya sana, utakuwa umetoa maana kamili. Kwa hivyo mfano wa tatu. Basi lililonunuliwa limepata ajali mbaya sana. Basi lililonunuliwa limepata ajali mbaya sana. Tumesema sehemu ambayo haijitoshelezi kiujumbe kuna neno jana hapa ni hii. Kwa hivyo hiki ni kishazi tegemezi, maneno ambayo yamesalia ni kishazi huru. Kwa hivyo basi ni nomino, limepata ni kitenzi, ajali nomino, mbaya kivumishi, sana kielezi. Kwa hivyo itakuwa hivyo. Mara hii tunachanganua kwa njia ya jedwali, tunachora jedwali au visanduku kwa hivyo ukiwa na kitabu chako hivyo, unachora mstari wa kwanza, unasema hiyo ni sentensi. Kisha unachora mstari wa pili. Mstari wa pili ni wa kutenganisha kundi nomino na kundi tenzi. Kwa hivyo ukitenganisha kundi nomino na kundi tenzi, unaangalia upande gani ambao uko na maneno mengi. Kwa mfano kundi tenzi yetu inaanzia hapa kuja mwisho. Kundi nomino iko na maneno mawili pekee, kwa hivyo kundi nomino tunaiachia nafasi finyu, tunaiachia nafasi finyu kwa sababu iko na maneno mawili tu. Kundi nomino yetu imeundwa kwa nomino na kishazi tegemezi hivyo, lakini kundi nomino iko na maneno maneno matatu, kuna jana hapa. Kwa hivyo tutaiongezea nafasi kidogo, cha tukate tu katikati hivi hivyo. Kwa hivyo kundi nomino iko na nomino na kishazi tegemezi, kwa sababu kishazi tegemezi kiko na maneno mawili, lilonunuliwa jana. Kundi tenzi iko na kitenzi iko na nomino iko na kivumishi na iko na kielezi, kisha tunachora mstari wa mwisho mstari wa mwisho tunaona nomino yetu ni basi, kisha tunakatia hapo. Kisha kishazi tegemezi ni lililonunuliwa jana, kisha tuna tunakata hapa kisha kitenzi chetu ni limepata limepata, nomina yetu ni ajali, kivumishi mbaya, kielezi ni sana. Bila shaka utakuwa umechanganua sentensi yako changamano kwa njia ya jedwali, kwa njia ya jedwali. Mtazamaji, um, maswali ambayo yamesalia ni maswali manne, na haya maswali na kuachia kama kazi ya ziada, uweze kujaribu kwa njia ambayo unaweza, uone kama unaweza changanua kwa zile njia ambazo nimechanganua hapo awali. Ukiwa na shida yoyote, uweze kuniuliza kwa upande wa ujumbe mfupi hapo kwa comment section ama pia unaweza nifikia kwa njia ya WhatsApp kutumia nambari sufuri saba sufuri saba mbili nane sita tatu tisa saba na bila shaka nitaweza kukusaidia namna ya kuchanganua, ukiwa na shida yoyote katika uchanganuzi wa sentensi yoyote ile. Hiyo ndio nambari yangu, ama pia unaweza acha ujumbe mfupi hapo chini. Uh, uweze kusema kuwa swali fulani, swali nambari fulani limenitoa lime, jasho. Nitaweza kusaidia kupunguza hilo jasho lako. Uh, kwa umbali ambapo tumetoka wakati kipindi kilipoanza, nasema shukran sana kwa kuwa nami kutoka mwanzo hadi mwisho. Uh, jambo ambalo nakumbusha tu ni uweze kusubscribe kama ni mara yako ya kwanza kuja kwenye chaneli hii. Kusubscribe ndio njia pekee ambayo na kuhitaji, na hitaji kutoka kwako ewe mtazamaji aa, bila kuitisha pesa zozote. Na kuhitaji tu uweze kusubscribe, uweze kulike na nitaweza kufurahia, utakuwa unanitia moyo kuendelea kuweka kazi kama hiyo kila wakati na tutafaana kwa sana. Shukran na tukutane katika kipindi kijacho.